Kwa majina naitwa Gladys Chepkoech, mimi ni mkaaji wa Litein Town. Mimi ni msaliwa hapa hivi. Chenye nataka kuongea kuhusu serikali ni hivi, chuzi tukikalia maneno ya pasari na CDF wananchi wanaumia sana. CDF, pasari ilitolewa kwa MCA sasa MCA ndio ako kwa crown. yeye mwenyewe ndio anafaa angalie watu wa ground side. watu wengi waliumia sana wanafunzi waliumia sababu ya pasari. pasari ya wakupata tukiingia kwa upande wa CDF walipeana CDF kwa watu wachache sana wanasema pesa haiko kwa serikali nataka niulize serikali kwa nini pesa ya CDF haiko? sababu ni watu wachache sana walipata CDF, alafu watakuwa wanalaumu kamiti walichiwekea pesa na kamiti hawakujiwekea pesa. Tunataka tuombe kabisa pesa ya CDF ama pasare irudi kwa MCA sababu MCA ndiye anajua ground kushinda CDF. Tunaomba sana serikali yetu, serikali ya Ruto, tunaomba utusaidie sana hapa ground. Tunaumia uchumi tena, hapa kweli. ingawa president wetu akona loan mingi, yani loan ilimachua wakati wa President Ruto. Ndio maana tulikuwa tunasema tunataka president akamilishe hizi madeni na tuangalie watu wa ground sana, watu wa ground wanaumia zaidi.